Lakini chukua nafasi hii pia kuwashukuru madiwani wenzangu kwa kushiriki vizuri vikao, lakini hizi sifa tunazopewa tunapewa kwa sababu ya namna tunavyosikilizana. Na mtazamaji wa faida online TV ni kwenye kikao cha baraza la madiwani cha halmashauri ya mji Newala mkoani Mtwara, ambacho kimefanyika siku hii ya leo ya Aprili 29, 2025 katika viunga vya ofisi za halmashauri hiyo. Lakini moja kati ya mambo ambayo yamezungumzwa katika siku hii ya leo ni maandalizi ya miradi mbalimbali kuelekea e, mapokezi ya mwenge wa uhuru katika halmashauri hii. Kwa upande huo pia tumezungumza na mwenyekiti halma wa halmashauri hii mheshimiwa Yusufu Kateule, ambapo kwa upande wake amesema maandalizi yako vizuri na mpaka kufikia mwenge unafika hapa Newala, Miradi yote itakuwa imekamilika na hapatakuwa na shida yoyote. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nami. Lakini pia Mheshimiwa Kateule amewaomba wananchi kujitokeza na kuulaki mwenge huo wa uhuru utakapoingia Newala. Leo tulikuwa na baraza la madiwani la kazi na a kawaida kwa ajili ya kupitia taarifa mbalimbali za utekelezaji wa maendeleo yanayofanyika kwenye vijiji na kata zetu, lakini na yale yanayofanyika halmashauri kuu, lakini na utendaji kazi wa jumla wa halmashauri, tukiwemo sisi madiwani na viongozi wa ngazi zingine na watumishi wetu. Tumepitia hizo taarifa, zimekuwa mzuri. Kazi inayofanyika inaendelea kuonekana ni kazi yenye kutia matumaini, lakini pia tulikuwa na hoja zingine za msingi ikiwemo swala zima la, la mbio za mwenge, kuangalia barabara zetu zilivyo, changamoto zake tumezungumza na tumewaelekeza TARURA pale ambapo kuna changamoto, waende wakazitatue haraka, na kama kuna jambo linatakiwa kufanyika, basi walifanya bila wa kusubiri, kwa maana wananchi sasa wapo katika kipindi cha mavuno na tunaelekea pia kwenye mavuno ya ufuta, ambayo hizo barabara zinataka zipitishe hayo mazao, yaende yakawanufaisha wao, lakini anufaisha halmashauri kwa zile tozo ndogo ndogondogo tunazotoza. Lakini pia tulikuwa na taarifa za mbio za mwenge, ambao kimkoa tutapokea tarehe 17 na matarajio kwa Newala anaweza kuwa tarehe 21 tumeendelea kukumbushana na kusisitiza kila mmoja akasimame kwenye eneo lake kuhakiki miradi yote itakayopitiwa na mwenge, barabara zote zinazopitiwa na mwenge, lakini na mahala pengine popote pene changamoto inayotakiwa kufanywa kazi. Kwenye miradi iwe ya mwenge na ile mingine, lazima iende ikafanyiwa kazi kwa haraka, kwa sababu ukiondoa mwenge kusubiri kuona hicho kitu kimekamilika, hata wananchi wanaokwenda kunufaika ndio wanasubiri zaidi kuliko mwenge tumeyafanya hayo leo lakini pia baraza hili leo limemteua rasmi daktari Ramadhani Shabani kuwa mkuu wa kitengo cha afya lishe, yani kwa lugha nyepesi mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Newala. Niwaombe sana niwaombe sana tena sana narudia sana, wananchi wa jimbo hili la Newala ama halmashauri ya mji Newala, siku ya mwenge, mwenge una vigezo na vigezo ni pamoja na mahudhurio na uchangamfu waliohudhuria. Sina mashaka, nachofanya ni kuwakumbusha, maana watu wa Newala tunapendaga vibe. Nataka ikifika hiyo tarehe vibe tuliloonyesha mwaka jana lipigwe mara mbili, ili watu waone kama hii ndio Newala tunayojua sisi. Hatujawahi kufeli na Newala, vijana wale wanasema hatunaga mbambamba, tukikusudia jambo letu lazima liwe. Mimi naitwa Karume Uwesu Karume, ndo diwani wa kata ya Mnekachi iliyopo kaskazini mwa halmashauri ya mji wa Newala hapa. Karibuni tunakusudia kuwa na msafara wa mbio za mwenge wa uhuru. Kwa hiyo, mimi nina hakika kwa kadiri ya maendeleo na, na, na tulivyojipanga kama halmashauri, na hivi sasa tunatoka kwenye baraza la madiwani hapa, mimi nina hakika kwa kadiri ya kujipanga kwetu kama halmashauri miradi ambayo mwenge itapitia mimi nina hakika itakuwa imeikuta ime, ime miradi ikiwa imekaa sawa, kwa maana ya kukamilika miradi yenyewe kwa maana ya miundombinu, lakini pia hata zile dokumenti zingine zinazoakisi kutekelezwa kwa mradi huo kifedha, ama kwa nguvu za wananchi, na wenyewe wananchi kuridhika na mradi huo, kwa sababu hatufikirii tu kwamba kwa huo mradi ujiridhishe mwenge, lakini tunafikiria kwamba wananchi wenyewe ambao wanakwenda kunemeka na mradi huo, wawe wa kwanza kunemeka na kujiridhisha na mradi wenyewe. Kwa mimi nina hakika kwamba kwa hadi tulipofikia sasa na mwenge tunavyoutarajia kufika mwezi ujao nina hakika kwamba mwenge utakuta mambo mengine yote yakiwa sawa. Kwa majina, naitwa Hidaya Mrisho, ni diwani wa viti maalum wa tarafa Mkunya, natokea kwenye kata ya Nanguruwe. Unazungumziaje hali ya miradi kuelekea mwenge wa uhuru? Hali ipo, hali ya miradi kwa kweli, kutokana na halmashauri yetu kwa usimamizi chini ya mwenyekiti wetu shupavu, mheshimiwa Kateule miradi iko vizuri kabisa. Tunaukaribisha mwenge wa uhuru, tuna imani miradi yote itapita tena kwa nguvu mpya kabisa. Nini kinawapa imani? Kwa usimamizi wetu, madiwani wa halmashauri ya mji Newala wako vizuri, kila kata wanasimamia vizuri. uh kwa majina naita Abduli Hakika Katani diwani wa Kata ya Julia, halmashauri yetu ya mji wa Newala. Kikubwa ambacho napenda kukizungumza kwenye swala la miradi ambayo ipo na ambayo inahusu inahusu ile miradi ya Mwenge, ni jambo kubwa ambalo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba miradi inakwenda vizuri, na sisi kama waheshimiwa madiwani tumehimiza, tume kwamba miradi ile itekelezwe kwa wakati, ili Mwenge unavyotaka kuja tusipate na ile changamoto ya miradi. Ah, kwenye kata yangu ya Julia, umeona nimechangia hoja kwenye swala la changamoto ya mifereji, kuhusu swala la barabara kwenye kata yangu nimezungumzia, lakini pia wameniahidi kama mimi kama diwani kwamba kesho watanitafuta ili tuende kutembelea hiyo miradi na kuweza kuionyesha, ili kuhakikisha miradi hiyo kwenye kata ya Julia inakwenda kutekeleza, lakini pia tuna, tunaendelea na maandalizi ya uchaguzi kama ilivyoada kwenye swala zima Mheshimiwa mwenyekiti, mi pia niendelee kuwapongeza kwa, kwa kuendelea kuchapa kazi. Tunajua halmashauri iko vizuri chini yako, lakini pia chini ya um, mkurugenzi wetu, unafanya vizuri sana katika mambo mengi, katika miradi. Kwa hiyo tuendelee tu kuchapa kazi. Nafikiri changamoto ni nyingi kwa kweli kwa upande wa barabara, na kuna miradi mingine ambayo pia tumesema kwamba mwenge utapita kutembelea. Kwa hiyo tu, nimombe tu meneja wa Tarura, kupitia baraza hili mwenyekiti, basi akazanie hasa huo mradi wa Mwenge lakini pamoja na zile kero nyingine walizotoa waheshimiwa madiwani. Kwa mimi na na hakika mwenyekiti mnaenda vizuri. Mnaenda vizuri. Tunaona toka nimehudhuria kamati ya maadili. Sijawahi kusikia kero. Sasa huko nyuma zilikuwepo. Sijawahi kusikia tofauti nikienda kwenye halmashauri mengine. Madiwani wanakuwa una mambo mambo hayaendi sawa. Lakini mimi niwapongeza waheshimiwa madiwani. Mnaenda vizuri. Sijawahi kuona mtu huko amechukuliwa hatua. Kwa hiyo tuendelee ku tuendelee hivyo japo tunaenda kumaliza anga yetu siku si nyingi tuendelee. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa kupitia baraza lako, naomba tu niwakumbushe waheshimiwa wadiwani na watendaji wetu kwa ujumla, tuna mwenge kama vilivyosema, tuna mwenge wa uhuru ambao kimkoa tunaopokea tarehe kumi na saba. Kwa hiyo nafikiri sote tujiandae, na nafikiri viongozi ukiachana na kamati ya mwenge inapita, lakini pia nafikiri viongozi, mheshimiwa mkuu mkoa hatapita, tuhakikishe basi miradi yetu inakuwa ina, ina, ina, ina vizuri. Lakini sasa na sisi tuhakikishe tunaenda vizuri kuipa kuipaisha mkoa na si pia mkoa, hatutaki kuwa chini. Na mtazamaji wa Faidaonline TV. Kama ulivyowasikia baadhi ya, ya waheshimiwa madiwani ambao tumezungumza nao katika siku hii ya leo lakini pia tumezungumza na mwenyekiti kutokea hapa Newala akizungumzia masuala mbalimbali, vitu vyote na mna kikao kilivyoendeshwa lakini pia mipango iliyopo kwa ajili ya kuweza kujiandaa kupokea mwenge wa uhuru ambao utafika hapa pia Newala kwa ajili ya kuweza kukagua miradi mbalimbali. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.